Muislamu yote atakayekufa hali ya kuwa yuko huru dhidi ya haya mambo matatu, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ataingia peponi. Mambo gani? Hakikisha unafuatilia mpaka mwisho. Annabii sallallahu alaihi wasallam kal, man mata wa huwa biriun min thalath dakhala aljanna, yani atakayekufa hali ya kuwa yoyote, atakayekufa hali ya kuwa yuko huru dhidi ya haya mambo matatu ataingia peponi. Mambo gani? Jambo la kwanza akisema, al-kibr. Atakayekufa hali ya kuwa yuko huru na kibri, basi ataingia peponi. Kivipi kibri? Kibri ni ile hali ya kujiona bora zaidi ya wenzako, au ile hali ya kukata ukweli na ile hali ya kudharau watu wengine. Ndio maana kibri. Na akaelezea akasema, yoyote atakayekuwa na kibri hata kama ni saizi ya chembe, ile punje ndogo zaidi hivi, basi inaweza kuwa sababu kubwa yake yeye kutoingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Sababu ya pili akasema al-ghulul. Ghulul tafsiri yake ni wizi wa mali ya umma. Hii ni ile hali ya kuchukua kwa hila au siri mali ya pamoja au ya vita bila ya ruhusa. Hiu rahisi tu, umedhulumu. Ukidhulumu umekula moto. Siku ya kiyama, kila mmoja atapewa kile alichokichuma. Wewe utakuwa umechuma moto, subhanallah. Na jambo la tatu akasema adeni, ni deni. Ukifa hali ya kuwa uko huru na deni, yani umelipa madeni yako, basi wewe utakuwa huna kesi yoyote ya motoni. Lakini ukifa hali ya kuwa una deni kwanza hapa, subhana Allah, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alihi wasallam alikuwa anachukua muda sana kuswalia jeneza lenye deni, yani mpaka lilipiwe lile deni ndipo anakuja kuliswalia. Hii ni kuonyesha uzito wa deni katika Uislamu. Pambana sana kulipa madeni yako kabla ya hujaondoka katika huu mgongo wa ardhi. Sasa wewe Muislamu, hakikisha unawasambazia waislamu wenzako ujumbe huu kama sadaka tuljari, ili waweze kuelimika na unafolu kurasa huu kwa mafunzo zaidi. Assalamu alaikum.